Dunia hii leo imeadhimisha siku ya figo, ugonjwa ambao kwa sasa umeendelea kukua kwa kasi na kwa tishio kwa watu mbalimbali mbali. Mabadiliko ya maisha ama mtindo mpya wa maisha ukitajwa moja ya sababu, lakini matumizi holela ya dawa ikiwa ni kitu kingine ambacho nacho kinaelezwa kuwa kinasababisha watu figo zao kupata matatizo. Tutajikita hapa kuangazia hali ilivyo, nini ambacho kinaweza kikamsaidia mtu ambaye bado hajakumbana na kadhia hiyo, lakini wale ambao wapo katika ugonjwa huu, nini ambacho wanaishi nacho, uzoefu wao, lakini pia hali hiyo ambayo wanayo, wanapaswa kufanya nini ili kuepuka madhara zaidi, ili kuendelea kupata maisha marefu zaidi. Mi naitwa Nurdin Selemani, ndiye ambaye nakualika kwenye Uchanganuzi nikiwa na matumaini siku yako imekuwa ni njema, na bado umesalia kuangazia UTV. Hapa studio tunaye Jacqueline Shaw, huyu ni daktari bingwa wa magonjwa ya figo, karibu sana kwema. Lakini kando yake yupo Salim Kusi, yeye ni mtu ambaye anaishi na maradhi ya figo, karibu sana Usi. Kwema, hebu tuanzie kwako mtu, mtu akikuona anaona tu huyu ni mtu tu ambaye yupo kawaida na ambaye haelewi unachokipitia hmm. Unamwambia nini? Namwambia mimi ni mgonjwa wa figo. Mm -hmm. Lakini kupata ugonjwa wangu, kwanza nimeukubali. Okay. Kisha ukubali, unajua namna bora ya kuishi na kufuata maelekezo sahihi ya madaktari wetu bingwa, namna ya kula, namna ya kulala, namna ya kuishi kwa ujumla ili uweze kupata maisha marefu zaidi. Kwa hiyo kingine ambacho kipo dipu zaidi ni maswala ya imani mm. Ukishajua kwamba Mwenyezi Mungu ndio anayetoa kadari na amekupa basi, amekupa akiwa unajua unaweza kuhimili mm. Sasa ukipokea, jikite kwenye ibada, fata masharti, utakuwa ni mtu wa furaha kila wakati mm. Kama mimi hivi unavyoniona leo. Maisha yako yalibadilika kwa kiwango gani ukilinganisha kabla ujagundulika na haya maradhi na sasa ambavyo unaishi na maradhi? Kwa sababu unasema kuna taratibu ambazo unazifuata zikiwemo za chakula na mambo mengine, ukiondoa hii ya, ya ibada ambayo kila muumini hmm, ama kila binadamu anapaswa kufuata ibada na kumcha Mwenyezi Mungu. Sawa sawa. Kwa kweli maisha yangu yamebadilika kwa kiasi kikubwa. Kwa kawaida swala la ugonjwa hasa kama huu unakuathiri kwanza kisaikolojia, pili kiuchumi, tatu hata jamii ambayo uliokuwa nayo zamani wale wenye roho ndogo huwa wanakutenga, yani wanakukwepa, wanaona wewe ni mtu ambaye tayari ushaingia kwenye matatizo. Kwa hiyo mifumo mingi inakuwa inabadilika, na wengine hata wenza eh, wakishatuona tupo kwenye hali hii, kama wajapata ufahamu, basi mwingine anakutelekeza eh, mwingine ana, yani chochote kinaweza kikatokea, lakini kwa upande wangu mimi nashukuru hii energy unaoiona mwenzangu tupo pamoja E, ndugu mzazi, wadogo zangu wote, tunashirikiana katika swala hili, ndio eneji hii unayoiona lakini. mm -hmm. Mabadiliko ya kimaisha kwa ujumla ni makubwa, kwa sababu kama nilikuwa natembea kutafuta riziki sehemu mbalimbali, ina maana tena siwezi, kwa sababu siwezi kwenda sehemu ambayo haina huduma ya dialysis. mm -hmm. Pili, kutembea umbali mrefu na hofia afya e, tatu, aina ya vyakula, hata napomtembelea ndugu yangu anapata ana kidogo, kwa sababu vyakula vyetu sisi eh, ni special sana unakuta. Wakati mwingine sisi twakunywa maji nusu lita kwa siku eh, labda kama huo unapata choo kidogo kwa wingi, basi unaweza ukaongeza kidogo, lakini kiushauri ni nusu lita eh, aina ya vyakula vyetu tu vyenyewe navyo vinakupa changamoto, lakini unakwenda unakwenda, baadaye unazoea mm -hmm. Kishazoea maisha yanaendelea kama okay. kawaida Ilikuwaje mpaka ukatambua sasa? Hmm, mimi sipo sawa, hmm, na hata baadaye sama daktari kuja kusema kwamba una maradhi haya? Kwa kweli kama wanavyosema wataalamu, yani kugundua haraka, kwa kawaida sisi wa Tanzania si wepesi sana kupima afya zetu, lakini changamoto ilianza mbali kidogo, kwa sababu ilianza kwenye upande wa presha kwangu mimi, hmm, nilitibu presha miaka sita lakini kitu ambacho nilikuwa sijakielewa ambacho hata wengine nawaasa, dawa za presha huwa haziachwi yani. kama presha inapokuwa juu, basi dawa zitaongezeka, inapokuja chini zitapungua, lakini huachi, kwa sababu ukiacha kuna vitu viwili, aidha stroke au iwe figo mm -hmm. kwa hiyo hilo ndilo ambalo mimi lilikuja kunigharimu. Nilitumia dawa lakini baadae nikaona ngoja kidogo niache basi, ikapita hiyo iliyopita Mm -hmm. Lakini changamoto za mwanzoni ni nyingi na ni kubwa sana kwa sababu nilipita sehemu, anasema umepita tundu la sindano mm -hmm. Lakini naishukuru madaktari bingwa mwimbili kwa kweli walinipambania, na Mwenyezi Mungu akataka nisimame, mpaka leo nimesimama, niko hivi nilivyo, lakini mm -hmm. Ni changamoto kubwa kwa sababu ya uelewa ni mdogo, okay. uh, Dr. Jacqueline, nilikuwa nataka tupate stata ya hali watu waelewe hali ya mambo ilivyo. Uh, kusi anatuambia yeye, mm-hmm. shida yake ilianzia alipoacha dawa, alikuwa na shida ya presha, akasema hapa sasa, mm-hmm. mimi mzima, hacha niendelee. mm-hmm. na wataalamu mnasema moja ya shida ni matumizi holela ya dawa, hebu mm-hmm. tulinganishe hapa, huyu ambaye ameacha dawa na yule ambaye akisikia matumizi holela anapata taharuki kidogo Aha. Kwanza niseme ma, kwa mfano kwa, kwa kesi ya kwake hapa yeye yeah, anachozungumzia ni kwamba unapewa dawa na mtaalamu alafu utatakiwa uendelee. mm -hmm. Kwa hiyo uholela wake utakuwa ni kwamba leo, na kunywa kesho si. mm -hmm. Zikiisha labda sifatili. mm -hmm. Au nitakapo pata kuna, kuna ile wengine anasema anasafiri ameacha dawa, kwa hiyo atanunua leo kesho amna. Yani, huo ndio unakuwa holela wake, lakini mwingine ni yule ambaye atatumia bila maelekezo ya daktari yeye, atajisi, hapa, ha, hi, itakuwa kitu fulani atanunua. Kwa hiyo yeye ataenda bila ushauri wa daktari, lakini uholela wa mwingine ni kwamba ana ushauri wa daktari ila hazingatii, vile atatumia tofauti na vile ambavyo walielekezwa na daktari mm. Yes. Na kwa, hii ni changamoto kubwa sana kwa mtu ambaye anatumia dawa kwa muda mrefu. Kibinadamu, dawa sio kwamba haitakuchosha, kitu ambacho sio chakula, sio kitamu, ule tu asubuhi, mchana, jioni, miaka kumi ishirini, sio kitu kirahisi, inahitaji sana neema ya Mungu na kama alivosema, kwa kweli unahitaji kuwa na moyo na watu wakukusaidia kuku, kukutia, yani ile hamasa kwamba bwana mm. hii itabidi unywe mtu awepo nyuma yako ambaye bwana, leo ujanywa, itabidi unywe kwa sababu ukiacha kwa kweli ndo ile inatokea kwamba umeacha dawa alafu usikii chochote, yani unaona kama niko kawaida, lakini vitu vinaendelea ndani kuharibika, na baadaye ndo unakuta kumbe hii tunayosema silent killer. Hmm. vitu vinakufa taratibu na kuja mwisho unakujua figo imeumia tayari, tayari ubongo umeumia tayari, na kama hivyo hapo. Hmm. Hmm. kwenye uh, kuwa mgonjwa ambao unaua taratibu hmm. Kwa nini mnauona kama huu ugonjwa ni silent killer? na nini mm -hmm. hasa ambacho maeneo gani ambayo yanakwenda sana kuathirika mm. kabla mtu ajijigundua kwamba mimi na maradhi ya figo? Sawa, kwa mfano nitoe, ni mfano wa mtu mwenye shinikizo la damu au tuseme mtu mwenye tatizo la kisukari mm. kwa hiyo mtu mwenye tatizo la kisukari atatibu sukari. mm. ile sukari kama haijafikia viwango vile ambavyo tunasema sasa sukari imetulia sio kwamba aache dawa, aendelee na dawa, lakini imekaa kiwango kizuri ambacho hapa hakitaweza kuleta madhara ya viungo vingine. mm -hmm. Na mwenye shinikizo la damu akapewa dawa ikakaa eneo ambalo ataendelea na dawa, lakini haitaleta uh, shida kwenye viungo vingine okay. Kwa hiyo shida ya figo ni kwamba unapotumia unapo, edha hujagundua kama una sukari mm -hmm. au hujagundua mm -hmm. kama una shinikizo la damu, kwa hiyo vile yale madhara yanatokea taratibu ndani kwa ndani. Kwa mfano, kwa mtu ambaye ana sukari, unakuta ile sukari inavyoendelea kuchujwa kwenye figo taratibu inaanza kuharibu chujio la figo mm. Baadaye chujio lile linaanza kupitisha protini, inapitisha protini. Kwa hiyo kama hukwenda hospitali daktari akapima mkojo kuangalia pia kwamba kama kuna shida ya figo, ukawa tu unapewa dawa za, za kutibu sukari, huku figo inaendelea kufa mpaka baadaye sasa ndo unashtuka he, mbona miguu tena imevimba, unatapika, unakosa nguvu, tayari figo imeshafika hatua mbali. Kwa hiyo hii ni changamoto kubwa sana, na hasa kwa watu ambao labda hawana taratibu za kupima afya au labda utaratibu wa kukutana na daktari ni, ni, ni shida, ni mbali kwao. Unakuta anapofika hospitali, unapomwambia hii ni tatizo la figo, tena imefika daraja ya tano, kwa kweli mnakuwa hamuelewani kwa, kwa sababu anasema sijai kuumwa kwamba sijai kunywa pombe, sijai kufanya hivi. Yani amuelewani kabisa kwamba kinini kimetokea hmm. yes. na nini ambacho labda mtu kinaweza kikawa ni dalili za mapema kuhisi kwamba hapa figo yangu hmm. ina shida? dalili za mapema kwa kweli, uh, kitaalamu kuna kitu kinaitwa nocturia. Hmm. unakuwa una unakojua zaidi usiku hmm. haitatokea kwa kila mtu, lakini mtu atajikuta tu sio hana kisukari lakini usiku atakuwa anakojoa zaidi, na mara nyingine utakuta mtu ambaye ana ana tatizo la labda sukari au presha, anaanza kuvimba uso au naanza kujaa miguu au anaanza kupunguza kiwango cha mkojo, au akienda chooni, baada ya kukojoa hivi akiangalia, anaona povu kama kama mtu amekoroga sabuni, baada ya yeku kupata haja ndogo na sasa baada ya hapo, usipopata ushauri wa haraka, labda ukapimwa, utakuta ndo zinakuja sasa zile zenye mtu amechoka anatapika anaishiwa damu, zile sasa unakuta ni dalili ambapo figo imeshaumia kwa kiasi kikubwa hmm. hmm. kusi na, baada sasa kugundulika, uh, tayari una maradhi hayo sasa, umekwenda hospitali ndio ikawaje? Ha, baada ya kugundulika, kwa sababu hospitali ndio waliogundua, baada ya kunipima kama alivyoelezea dokta, walichukua mkojo wakaona na glucose nyingi, ndio akaniita. Kwa kweli alinipa moja kwa moja, maana hajapindishi, bwana, wewe figo zako zimefeli, ila hmm, utakuwa na mwezi mmoja tu, kwa sababu huu hili umbile langu limekuwa nao sio hili. Nilikuwa na kilo kama 105 no. E, nilikuwa mtu azu sasa nikawa siamini, na nguvu na nini, haiwezekani kweli. Baada ya mwezi mmoja, hali ikaiona nili, mm -hmm. Kwa sababu nilizimia ghafla nikawa sijielewi, nikakimbizwa sasa moja kwa moja hospitali kufika, ndo nika nikafanyiwa uchunguzi emergency pale. Baada ya kugundulika, wakanaambia bwana, we figo zimefeli, inabidi ufanye usafishaji mm -hmm wakati na mimi sielewi chochote, kwa sababu nilizaliwa mwimbili sabini na tisa, sikurudi tena na wala sikuwahi kulazwa. Ndio mara ya kwanza nimeenda kulazwa pale, nichanganyikiwa sana. hmm. Lakini baada ya kufata taratibu nikaanza uchujaji, nikuwa siwezi hata kutembea, siwezi kufanya chochote na wala sijijui. Lakini kadili nilivyokuwa nafanya usafishaji, basi nikaanza kurudisha kumbukumbu na nini nika, nikaanza kuwa Eh, vizuri, mm. Kwa kweli ni changamoto ingawa mwanzoni inakuwa changamoto kama hizo, kwa sababu hujui okay. mm. na mwanzoni ulikuwa unasafisha uh, damu kwa kiwango gani ukilinganisha na sasa? Aha, mwanzoni unajua huu usafishaji, madaktari wanaelewa, yani kuna aina za mashine na steji za mtu alizofikia. Kuna mwingine usafishaji mmoja tu kwa wiki unamtosha, yaani anakuwa vizuri, sumu zake hazipandi kwa kasi, na mwingine mara mbili, mwingine mara tatu, lakini kwa kawaida watu wengi ni mara tatu. Hata mimi nafanya mara tatu e, kwa hiyo inategemeana na hata unapoingia kwenye mashine, kitaalamu kuna uzito e, kama uzito wako una, ni mkubwa kidogo, unapata kitu kinaitwa dialyzer e, kuna kitu kinaitwa figo feki ile inaendana na uzito. Kuna mia, kuna themanini, kuna mia themanini. Kadiri unavyoweza kusafisha kwa spidi, ndivyo unavyosafisha figo yako vizuri zaidi, kwa sababu figo ya kawaida ya mwanadamu inafaa kazi masaa ishirini na nne sisi tunakaa kwenye mashine masaa manne. Kwa hiyo tunatakiwa sasa hata ule ulaji wa vyakula uwe ni vile ambavyo havina sumu nyingi, ambavyo itaweza kukufanya ukutane na ile siku usafishaji ukiwa mzuri sasa. Vile vile kuna kitu kinaitwa laini, kuna temporari na pamanenti. Kuna laini ya kwenye paja, kama unaanza miezi mitatu na dumu, kuna laini ya shingoni. Sasa hizi zote katika usaa usafishaji, beta ni hii ya mkononi na ya hapa. Sasa hizi zinategemeana na spidi, kama ukisafisha spidi mia tatu hamsini unasafishika vizuri zaidi mm-hmm. Lakini inategemeana laini yako iko wapi na haina changamoto. Ukiwa una, una laini ya templari labda kwenye paja au kwenye shingo, obvious mwisho ni 250, kwa hiyo uchujaji wake unakuwa hauwezi kulingana na mtu ambaye anafanyia mkononi. Kwa hiyo hizo nazo ni vitu ambavyo unapaswa kuvijua ili ukae vizuri katika harakati za kusafisha damu. Mm. Mm. Kwa sasa unaelekea kwanza kuwa mtaalamu <laughs> ile ni. <laughs> <Dr. Show>. <laughs> <laughs> <laughs> Wakati unazungumza hapa ulisema moja ya dalili mtu ana, atakuwa anapata anakwenda chooni mm. uh, haja ndogo mara nyingi. Hebu uh, tupe elimu katika hilo eneo, kwa nini inakuwa mm. ni hivyo na nini ambacho huwa kimeharibika ki, ki, ki hata figo kusababisha mtu huyu sasa anaenda chooni mara nyingi. Aha, ni kwamba hizi ni dalili zile za awali kabisa hmm. ambapo utaratibu mtu ungeenda tu kawaida asubuhi, labda enda baadaye mchana tena na jioni basi, lakini ule utaratibu unavurugika kwa sababu ya sumu ambazo zimeanza kujikusanya, na mifumo ambayo sasa inatakiwa ifate ile kwamba utaratibu uende asubuhi na mchana na jioni. Kwa hiyo inazikusanya ina zile, wakati ule wa kulala sasa wenyewe ndio una, unafanya wakati wa kuzitoa zile sumu. Kwa hiyo hmm. ni mara chache uta, utaweza kuzipiki hizi yaani uweze kumgundua mgonjwa katika hatua hiyo ni, ni nadra sana, kwa sababu mtu mwingine ataona tu ah, ni kawaida wala pengine hata, hataenda kwa daktari dakta e, na, hiyo na, ni changamoto kubwa kwao. Atakuja sasa wakati tayari imesha onyesha kitu ambacho hata akimwambia mara nyingi choni kimwambia mm, e, unakunywa maji mengi lakini jana maji yaani inakuaga kama ina sababu zake, kwa hiyo mara nyingi hai, hai haisababishi hai, hai mtu kutafuta uh, ushauri wa daktari mm. Ndio kwa hiyo kunakuwa kuna kijisababishi mtu ambacho anaona hiki ndo ambacho rahisi e, kui, kui, kui, kui, kui kuipatia sababu mm. E, kwa sababu haiumi, sio kwamba unaumwa, sio kwamba umevimba, sio kwamba utajisikia vibaya mm. Hapana kwa hiyo utakuta tu itapita na utajikuta tu unasogea sasa kwenye hatua za mbele za figo mm. Hmm. Kitaalamu tuna figo mbili, lakini huwa mnatuambia moja ndio inatumika zaidi hmm, lakini wakati mwingine wauta zote zimekufa, naambiwa ukipewa moja unaweza kwenda, inakuwaje hapo? hii moja ionekane hmm, kwamba wakati mmoja inafaa lakini bado tunazo mbili mm -hmm. kwa hiyo kikawaida, ki kila binadamu anatakiwa azaliwa na figo zake mbili hmm. na zitafanya kazi kwa kushirikiana ili kwamba we, iweze kwa, kufanya ufanisi katika uchujaji. Ikitokea kwamba figo moja kwa ime, mfano ime, mtu labda amepata ajali akatolewa moja, kwa ile nyingine itaongeza ita ukubwa itajifanyia ita maarifa mm. ili iweze kubeba mzigo wa, zi, wa ili kazi mbili, okay. Ikitokea kwa mfano moja imepata shida mawe ya mawe au nini, na nyingine ni nzima, kwao utakuta ile nyingine inafanya kazi lakini labda mtu ataenda hospitali, mimi nasikia maumivu upande huu, ndo nakuta mbona, kumbe moja ilisharibika siku nyingi, lakini nyingine inafanya kazi. Hasa inapo, inapotokea tunaposema figo imefeli ni kwamba pale yani, hata ile nyingine ambayo itakuwa kusaidia sasa na yenyewe imeshindwa. Kwa hiyo mtu kama huyo anaweza akasema akapata, akapata figo nyingine moja, ndo itaweza kusaidia kufanya kazi. Kwa hiyo moja inatosha, lakini mbili ni, ni vizuri zaidi kutunza mm. alamu, kuma, yeah. figo zako mbili kitaalamu, ulizopewa. Kitaalamu nyiye mmekuwa madaktari, mtu anaweza kazaliwa na figo moja tu kabisa. Anaweza kuzaliwa na figo moja mm. na akaishi akaishi na wala asijue. Okay. E, yani ikatokea labda tu ameenda hospitali kwa sababu nyingine, wakati anafanya hata saundi, ndio anagundua kwamba ana figo moja mm. yes. na ndio maana hata wale ambao wanachangia viungo, mm, kubaki na figo moja na akaishi maisha yake vizuri tu. Hmm. Yeah. Tutakuja kwenye hilo eneo la kupandikiza lakini tupitie kwanza miongoni mwa maoni ambayo watazamaji wetu wameendelea kutuandikia katika ukurasa wetu wa Facebook kuhusiana na hii uh, siku ya uh, figo ambayo imeadhimishwa leo. Daudi Adamu anasema kwamba mbona wazee wetu walitumia sana hizo dawa na waliishi miaka mingi, wai kwetu sisi? Daktari utatusaidia hapo baadaye. Abdallah Mgeni anasema, kiukweli serikali inapaswa kutoa elimu ya kutosha kwa jamii Serikali sisubiri mpaka siku ya maadhimisho, kwani tatizo hili ni janga kwa taifa. Isaya Sambo, mpenda amani Tanzania, anasema wananchi wapewe elimu ili waepuke matumizi holela ya dawa, pia wenye maduka ya dawa wasiuze dawa pasipo maelekezo ya daktari. Uwesukiopi anasema kwamba huku mtaani kuna double kick alafu energy pia, anataja pia visungura, kuna shisha, yani miaka kumi ijayo jana afya dili, yaani binadamu mwenye afya safi atakuwa tajiri mtaani. <laughs> E, nako kuna kuna mambo mengi ambayo watu wanachanganya changanya bila kujua kwamba mambo yanayoendaje. Wengine wanajiita wakemia na mambo uh, ya namna hiyo. Adamu ye anasema kwamba wazee wetu zamani walikuwa wakitumia mm -hmm. tu hizi dawa Mm. Ngea labda nahisi kwamba miti shamba watu walikuwa wakichimba mm. bila maelekezo ya daktari kwamba labda hapa leo utaambiwa kukunywa hii mm. tembe moja baada ya baaday muda huu mdau lakini mtu mm. anachukua labda hii chupa hii nusu anabugia mm. alafu maisha anakwenda. Kwa nini wao waliendelea kuwa vyema mm. sisi mambo anatuharibikia? Niseme labda sina jibu la moja kwa moja, lakini na nafikiria tu kwamba hata mtindo wa maisha ulikuwa tofauti mm. zamani. Na pia labda hizi dawa pia zina tofauti, sina uhakika, kwa sababu mimi sio mtaalamu wa dawa hizi. Nikifikiria tu kwamba kwa mfano tukiambiwa tuki uchemshe tangawizi kwa jua unakohoa, si sio dawa ya mitishamba mm-hmm? lakini tulikuwa tunatumia nyumbani, mtu anajua kabisa ukikohoa, kunywa tangawizi mm-hmm. au ukifanya hivi fanya, yani ile kawaida mm-hmm. na nadhani tu kwamba ni muhimu kuzingatia kwamba sasa hivi tuna maarifa zaidi, tuna wataalam zaidi, tuna uelewa zaidi. Wakati ule pengine kulikuwa hakuna jinsi, hakuna maarifa mengine, na pengine hata waliokuwa wakiumwa hmm. ilikuwa inabidi wapotee, kwa sababu hata labda ya kugundulika ni tatizo ni hili, ilikuwa pengine isingewezekana okay. Lakini sasa hivi tuna wataalamu, tuna vifaa bora zaidi vya kupima, vya kugundua kwamba hii ni dawa kweli inatibu inatibu kikozi lakini italeta madhara, mm, sehemu nyingine nyingi, ambacho labda huko nyuma ingekuwa sio rahisi kugundua okay. Mm. Daktari, kuna hii sasa watu wanapandikiza figo mm, uh, mathalani kama Salim baada ya kuona kwamba amefanya dialisis kwa muda anasema sasa mimi nataka nipandikizwe figo kitaalamu, mm, nini ambacho huwa mnazingatia? Aha. Kwenye kupandikiza figo kwanza ni, ni matibabu ambayo tuseme ni yanasemekana kwamba ni au tunayapa kipaumbele kwamba haya ni, ni matibabu bora zaidi kwenye mgonjwa ambaye ana tatizo la figo la kudumu. Hmm. Na katika hii ni kwa sababu mgonjwa aliyepandikizwa alisema hapa kaka kwamba mtu ambaye anafanya dialysis, anafanya kwa siku, mara, ma, ma, ma, kwa siku anasafisha damu yake amini kwa masaa manne tu. Hmm. Lakini ukimpa mgo, mtu ule akipandikizwa figo ile itafanya kazi masaa 24. Hmm. Ehe. Kwa hiyo ule, ule, kwamba ile sumu zinazobaki, hmm, zitatoka. Kwa hiyo ina, inaongeza ubora wa maisha, quality ya life ina improve zaidi. Yale madhara ya zile sumu ambayo yanaweza kusababisha magonjwa ya moyo na kusababisha kufupisha maisha ya mgonjwa yanakuwa yamepungua. Kwa hiyo kwenye mgonjwa wetu ambapo anatakiwa kupandikizwa figo atakapo fanikiwa kusema kwamba mimi nataka kupandikiza figo, ni kwamba atakuwa na mchangiaji figo. Kwa sasa hivi kwetu sisi tunatumia upandikizaji figo wa watu ambao ni hai na watu ambao wana, wana undugu wa kidamu mm-hmm. Bado hatujakuwa na taratibu za kupandikiza wagonjwa ambao amini ambao sio ndugu hmm, au kutumia viungo vya watu wanaofariki hatujafika hapo. Okay. Ehe, na baadaye. Kwa hiyo mgonjwa wetu atapima grupu la damu, atapima vipimo vingi sana kuhakikisha kwamba wanaendana kwa, na akipokea ile figo itaweza kukaa muda mrefu, haitomletea shida. Ndio wakati wetu tunatukimbia kusi neno na lako nini? Sasa uh, tupo katika siku ya leo na umesikia pale baadhi ya watazamaji wetu wanasema kwamba elimu hawana. Hmm. Kwa kweli kwanza mimi niwapongeze Azam TV kwa siku ya leo mmeheshimisha. Mm. Kwa kweli tunashukuru kwa hilo kwa sababu nyie ni miongoni mwa watu ambao tunasema leo watu wengi wamepokea ujumbe huu wa figo. Mm. Jitihada ni kwamba ziendelee kwa kutumia kama hivi wataalamu wetu, sisi wagonjwa ambao tunaweza kuzungumza hata kwenda kwenye vyuo, kwenye taasisi jamii pengine hata tuvuke mipaka hata kwa familia. mm -hmm. Kwa mfano wa um, dokta hapa e, familia imekuja kumvisiti mgonjwa, basi angeweza kusema jamani, kaeni kikao, hata watu kumi ikiwezekana, sio lazima mje, basi tuwe na programu hata ya kuwatembelea mm -hmm. ili kuwashawishi wachangie figo, kwa sababu na imani naimani, Watanzania wakipata elimu, wana moyo sana wa kujitolea figo. Kikubwa ni elimu tu, kadiri tunavyoendelea kuzungumza na kuendelea kuipromoti hili, hili gonjwa basi watu wataelewa na tutalimaliza tuta mm, eh, naamini hivo. nam mm, no, maneno ya kwa kwake Salim Kusi, huyo ni mgonjwa ambaye anaishi na uh, maradhi ya figo, lakini pia tumekuwa naye Dkt. Jacqueline Shaw, yeye ni daktari bingwa wa magonjwa Uh, ya figo. Ni washukuru sana asante kwa kujumuika nami leo. Na kwa uktando tunaweka tamati ya uh, uchanganuzi kwa juma hili. Kumbuka kwamba uh, tutakutana tena Jumatatu kwenye kipindi kingine panapo majaliwa yake maanani, ili kuweza kuendelea na uchanganuzi. Na leo tulikuwa tukitupia jicho siku ya figo duniani na mambo ambayo uh, umesikia sababu na namna ambavyo mtu mwenyewe unaweza kuanza kugundua baadhi ya mambo ili uweze kujua afya ya figo zako, na haraka ukishagundua baadhi ya mambo nafaa uende hospitali kwa ajili ya kupima, na madaktari wakishagundua kuna mambo mawili: kusafisha ama ukipata mchangiaji basi unaweza ukapandikizwa figo yako. Nikutakia usiku mwema, na panapo majaliwa nimekuambia tena tukutane Jumatatu. Kwa heri na usiku mwema.